Kampana Edi Mpanzi kidi sawa, wakati ambaye wakati ambao anakuja mechi kama mbili bado, watu kama walikuwa wanaonyesha bado kuna mashaka, mechi tatu nne gari likawaka. Lakini baada ya game ya Stellenbosch ambayo tulicheza wapi, Zanzibar, sijamuona Edi Mpanzi ambaye nilikuwa a na, na mtaji kwa hiyo, na yeye kocha anaposema hivyo hajaridhika, ana maana yake kwamba anahitaji hapa mchezaji ni composure, ninakupa nini, kitu gani kinakusemba, pasi ya sehemu, ya kushuti shuti, sehemu ya kufunga, kufunga ndio mchezo ambao unavoenda hivyo. Kwa hiyo kocha hajaona hivyo, ndio maana anakuambia nina vitu ambavyo unataka niweke inside kwa wachezaji, ili nitake kitu ambacho nachokitaka. Jana eh, mechi ya Yanga japo wamefuzu, lakini watu eh, wengi wanamzungumza striker wao kwa maana ya eh, dube kwa maana ya kukosa magoli mengi sana, wewe kitaalamu kiacha ushabiki wa Yanga na Simba. Unamzungumza vipi, unamuguza iidu kwenye mechi binafsi? wakati ninapozungumzia mpira huaga nawacha watu wenyewe wapite, ndio ndio maana nawaweka njia ngapi, njia mbili ki, na njia ya kitaalamu ya kishabiki na na njia ya kitaalamu ya kishabiki, nmeweza kasema mtani akivurugikiwa, mimi ndio naona naona, lakini uh, kiutaalamu na kiuchezaji ni kwamba baada ya dakika ile goal mpira mgonga hapa, communication ni lugha ya anapofanya hivi. Wewe mwenyewe unajua ishara, anakuambia upite. Kwa hiyo kuna ishara fulani, lile jambo kwa uh, kweli mimi sana. Nyuma mimi ni mshabiki na mwanachama wa Simba Sports Club, ila lile jambo liliniuma kwa sababu gani? Yule yule yupo kazini, yule kuna familia inamtegemea na familia inavyomtegemea inahitaji kazi yake uka iende vizuri ye, ili yeye naye apate pesa, pesa asaidie familia yake. Lakini siku mbaya inapokuwa kazini, aise, kwa kweli jana niliingia na unyonge ni sana kuhusiana na Prince. Yani niliingia na nafsi kama mzazi kwa sababu mimi ni mzazi. Lakini la mwisho lakini la mwisho nampa Prince Mpumelelo Dube, nampa eh, alert moja kama, ata, Al, kama atakuwa ananisikia nampa mm Prince -hmm. mpume lelo Dube alert moja kama atakuwa ananisikia, naomba akaombe msamaha timu ya Azam FC. Kwa nini nazungumza hivyo? zaka za kazi alipata mtoto wa kiume akamwita jina Prince mm -hmm. baadaye Dube ko, alipotoa alipotoa alipotoa yale maneno ya ya ya zaka za kazi akambadilisha mwanaye Prince akamwipa